Naam, ni saa tisa sasa za Afrika Kati, ikiwa saa kumi majira ya Afrika Mashariki tarehe ishirini na mbili uh, za mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano uh, Rajabu Akili Kabonga the one DJP. Kuna kuna kuna uh, kuna pendekezo ya sheria na hii ilikuwa ni nzuri na nafikiri katika baadhi ya vipengele vyetu tusha kuzungumzia usana na hili swala um, na pia hata Mwindo Zangi aliweza kulileta hili la kufanya kwamba watoto wakimaliza shule ya ya upili uh, I mean secondary school before kwenda university inabidi kwanza waende wakafanya mafunzo ya kijeshi, na wanavioni wote wakuwa wanafanya uh, military uh, services, huku wanaamua sasa kama atabaki ndani ya jeshi ama aweze kuendeleza maisha yake ambayo alikuwa na, napangilia uh, kupitia bunge la taifa. Mbunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Claude Misari ambaye ni mchaguliwa wa Uvira aliweza kuleta mapendekezo ya sheria na haya mapendekezo ya sheria tutakwenda kuitafsiri kupitia Baraka One TV. Na jambo jingine la pili ambalo utagusia kwa kiwango kingine ni kwamba eh, Corneille Nangaa M23 Ventura, Las Kunguna, RDF na Joseph Kabila wanafikia kikomo, wanabanwa kitendo cha kukosa pesa, uh, kutumikisha pesa ndani ya mji wa Goma, kwa sababu um, pesa ndizo zinazofanya movement huzidi kuendelea, hata kama Kabila ana pesa kiasi gani. Sawa, hawezi kuleta pesa zake azitie Goma, aanze kuzigawa Goma. Hiyo iko very very impossible. Ni lazima pesa zikuwe zinazunguka kutokana na na kawaida jinsi pesa zinazotakiwa zizunguke. Sasa tuliongea na na, na Patrick Lokala mmoja kati ya waandishi wa habari kutoka Kinshasa. Nafikiri kuna ujumbe ambao tutakwenda kusikiza wa, wa Patrick Lokala kutokana na na, na, na, na mzunguko wa pesa. Kwa nini eh, Kadeko ya kina Corneille Nangaa imeweza kufeli? Kwa nini imeshindwa kuendelea? Wananchi hawana imani na Kadeko. Wananchi hawezi enda kuweka pesa zao kule, kwa sababu wa, unaweza kuweka, unalala, unaamka kesho unasikia, una wale wale waliondoka, waliondoka <laughs> franga yako utamdai nani? Hakuna hele. So waliweza kufungua ile banki, lakini hakuna hata mtoto mmoja wa wabuka wa Goma mwenye iko naenda ya GSR de kutia franga yake ndani ya ile banki ya Wavuta Bank. Ukuna sikiza Baraka One TV kutoka DRC. Ndugu um, zetu mba wako Australia, mba wako Canada, e, Esapa sapa yuko Canada na mwona pia King Philosophia kutoka Australia e, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakefla kusini mwabitipa pita jabu kutoka Afrika kusini eh, Jacques Bahati kutoka Columbia Missouri USA; Didone Buto kutoka Michigan USA; Mashaka Ayambakiza Salum wote hao wakiwa naisikiliza Baraka One TV, Kizabe Ayeba; eh, pia ndugu yangu Ejide Kizenga Tembele, eh, sijamsahau pia King Sele. Wote hawa wako wanaifuatilia Baraka One TV, Dalitesha Da Feza, eh, Ankis Kandeke kutoka UK, sijamona pia no mzee wa state ya Main Biondi Kilamba mao pia kutoka Rapids, na bila kumsahau pia Emmanuel Mang'ombe pamoja na Elisha kutoka Nairobi Kenya. B1 TV kunasikika vizuri sana pande zote za dunia, na hii ni nguvu ambazo nyinyi mko mnatupatia. Usikose kutembelea Baraka1 TV pia channel 2, kwa matukio mengine, na pia kumbuka operation saidia Muzalendo bado iko inaendelea. Tuungane wote kwa pamoja kwa ajili ya operation hii Bo, sasa um, tuanze na hili swala la swala la Claude Misari, mbunge wa taifa ambaye ni Claude Misari Mugumbero mchaguliwa wa Uvira aliweza kuleta mapendekezo ya sheria. Unaona, mapendekezo ya sheria ambayo itawezesha e, serikali kuweza kutenga nafasi kwa ajili ya vijana kuanzia miaka kumi na nane mpaka miaka thelathini Iko na maelezo moja ya, ya kutosha ambayo endapo utasikiliza haya maelezo nafikiri utajengeka vizuri sana. Inasema hivi uh, kwamba um, sheria kwanza, iko ni lazima iko lazima kila jene aweze ku, kujiandikisha wakati unamaliza masomo ya msingi na sekondari, unaenda kujiandikisha ndani ya jeshi unafundishwa uzalendo, unafundishwa kupenda nchi, na unafundishwa jinsi ya kutumia silaha. Unaingia kwa mafunzo ndani ya miezi sita. Miezi mitatu utakuwa unafundishwa jinsi ya ku ya kunani ya uzalendo, amen. Baada ya pale unafundishwa nchi, jiografia ya nchi, marafiki wa nchi, maadui wa nchi, jinsi ya, ku, ya kushughulikia nchi, miezi mitatu. Baadaye miezi mingine mitatu unafundishwa sasa jinsi ya kutumia silaha, mataktiki za vita, jinsi ya ku, kufanya hivi na hivi na hivi. Haya yote ukimaliza sasa wewe unatoka katika yale mafunzo. Uko na chaguo mbili. Ukikubali kwamba utabaki jeshini, unabaki jeshini. Na ukisema kwamba naona mimi uh, nikimaliza haya nishajua narudi nyumbani, unarudi nyumbani. In case kwamba kunatokea matatizo. Sawa? So, si tayari kuna data za wale ambao walifanya yale mafunzo? Kwa hiyo serikali haitahangaika tena, cha kufanya tu ni kuwaita fulani fulani, si wako na code. Sawa, so, zile code messages zitaingia tu mpapa pa pa pa. Wote wanafika tu pale, ila tuko na operation fasi fulani. Kwa hiyo mnaungana na waza waza kupitia RAD na mnaongana pia na FRDC tunakwenda. Donc inakuwa uh, tuko na arme kubwa yenye iko discipline na yenye iko forme. Haitasumbua. Uelewa? Eh, haitasumbua. Wanaingia, wanaenda, wanamaliza mzigo, wakimaliza wanarudia. Ukifikisha miaka 30, tayari hapo unatoka. Unasema no o mimi na na sitatumikia tena eh, hii programu inatoka ama nabaki sasa kutumikia jeshi moja kwa moja. Unaona, donc ni maide zimoja za mzuri sana ambazo serikali ikizikamata zifanyie kazi ni kitu rahisi, na lakini sasa niko na wasiwasi na serikali yetu. Serikali yetu unakutaga una, una baadhi ya wabunge wanaleta maproposition za bia kabisa, lakini sasa kuzishughulikia ndio inakuwa shida. Hebu niambie, proposition kama hii unawezaje kuikataa? hmm? unawezaje kuikataa hmm? na unaweza kuta wanikubali. Sasa akadrema yao ndio inakuwa mbovu kuwasaidia sasa wale vijana ambao wamekuja waweze kusaidika, wapate chakula asubuhi, mchana, jioni, wapate pesa ya motivation, wakuwe na mshahara wao. Unakuta ile hakuna pesa, zinatoka zinaliwa na wajanja, pesa zinatoka zinaliwa na wajanja, mambo yanaendaenda hivyo yanakuwa depui. Radi walisemaga radi, radi, radi, radi mpaka saizi kama radi shakuwa bien bien armé, kama shakuwa bien bien identifie, lakini mpaka size idadi ya wazalendo mu RDC haijajulikanaga. Lakini Rwanda yenye ili lansaka ku, ku recruter ba reservist deja biko na idadi ya ba reservist biko na kadri na, yenye mko mnaona mwe vita ya ya ya mventu ni army reserve ya Rwanda yenye iko na kingia huku kwa mmoja wao ushele zamani zamani zamani zamani, lakini si mpaka sasa hivi identification tu kuwa matujue tukuna bazalendo bangapi mu Nord Kivu ngo bangapi mu Sud Kivu ngo Manyema ngo Kisangani wapi haijulikani. Tu kuna idadi ya wanajeshi wangapi kwenye tu idadi ya army kongolese FARDC tu haijulikani. Ni shida. Nilikuwa na kolonel moja wakati moja hapa majuzi iko anambia kesho anaenda kufanya identification ya, ya, ya wanajeshi huko. Unakuta batayo yenye iko supposed kuwa na wanajeshi kadhaa, unakuta haifiki ya, ya, ya hata robo. Unielewa? Aifiki hata robo, lakini sasa waliingia mu identification hivi wakubwa tena ndio wako naambia bwana, urudilia hapo hapo. Acha kwenda kule. Anajua ni kope yake ndio iko kule. Franga zinatokaga wao ndio wanakula. Wanajeshi ambao walikufa kufa nini na nini hadi ba, size bado wako mu mu effective. Na wakati ni effective. Unielewa? So ile yote ni nini? Ni, ni, ni kutokana na akili ya mkongomani jinsi iko. Lakini endapo hizi sheria ambazo watu wako wanazipropose zinakamatiwa kwa kwa serious na watu wanafanya kazi Kongo, kama ishaongoka zamani sana, kama Kongo haiko hivi jinsi iko. Kwa hiyo ningependa kwanza tusikilize no, mwakilishi wa bwana Claude Misari kupitia Fondation pamoja tunaweza. Uh, aliweza kufanya hii interview. Nafikiri ni jambo la maana kama tusikilize uh, kwa yeye peke kwa mdomo wake kile ambacho wao wamekitengeneza ambacho kinaweza kusaidia Kongo kuweza kuimarika zaidi na zaidi kwa vijana kwa kutengeneza jeshi ambalo litakuwa liko imara tofauti na hii jeshi ambalo linasema infiltration nde. Sawa, tutengeneze sasa jeshi letu liko wapi? Misare ameona kwamba tunapashwa kumetre ku hii mambo ya kusema kwamba mpaka tuite jeshi la langine taifa kiakutusaidia tunapashwa kumr kwa ile kwa sababu Inchi yetu iko na omwe 60% ya bajene, inchi yetu iko na population iko active, tuko na population ambayo iko na nguvu, inaweza kukamata bunduki na, ku, na kudefendre inchi. Na inchi zingine zimecomprendre vile ya kwamba wakati wa vita raia wa inchi wana inchi wanapasha kujidefendre, na hiyo ni hali ambayo ina, inaonesha participation active ya wananchi inchi kuvita ku ambayo iko ku katika, katika nchi, oliakusema kusema kwamba tunapasha kulekuriri kila wakati ku jeshi la inchi ili agresse inchi yetu. Eh, eh mmeona gisi vitu vimefanyika kupitia wa maimai, wakati wa maimai waliaz walianza kuintervenir ilikuwa de fason volontaire mutu peke anajitolea an intervenir kama vile leo wazalendo wale, wale intervenir de fason volontaire bila kulazimishwa kula. Lakini hii sheria ambayo imeundwa eh, service militaire obligatoire, ni kusema mwananchi yote anapata kulazimishwa kuintervenir wala kuingia ku mjeshi wakati nchi iko atake, na tuishi na hile ni katiba.

Na pia kupermettre ku gouvernement pour réquisitionner ya ni kukamata watu kwa kinguvu ili wapate kutetea inch, na wale watu ambao eh, réquisitionner kukamata kwa kinguvu ni wale ambao wamepita kwenye formation militaire, na ile ina permettre aussi pour renforcer effectif ya réserve armée ya défense a eb kwenye bunge

Aita kwa kubatu yote. Tiko, tiko ma kondisyon. Kwa mfano kondisyon ya kwanza, kwanza na aje ya, ya 18 mpaka 30. a Mkare ame kuanzia aje ya, aje ya 18 mpaka ma, mpaka 30. Aje ya miaka kumi na mnane mpaka makumi tatu. na ifo kukuwa na nationalité congolaise ilifau kuwa mutu mwenye uko apte si le plan physique cetadire auko msazi na auko, au, auko mulemavu cetadire auko kilema na au jawai kuwa kondane kup, kupene ya plus de six mois. Hiyo kwanza ni, ni, ni, ni kondisio ambazo Honorable Misare amezipropose. Hiyo inaonyesha ya kwamba awata pia watu wote awako koncerne na awataka kuka, kukamata kuka watu wote mkartier

Sadiri upende usipopenda. Sasa hata kama iko iko service ambayo iko obligatoire. Mbele ya kufanya hiyo hiyo service militaire unapaswa kufanya hiyo formation ambayo iko obligatoire. Unapaswa kuwa mu makondisio ambayo nimesema. Eh, kwa mfano hapo piko watu ambao wako example, watu ambao hawawezi kuhusika. C'est une proposition ambayo honorable ministre amefanya. Par exemple, watu wenye biko na charge familiale ambayo inajulikana wala waku kusharje yao wa vulnerable wazee wale watu apres constat ya commission ya recrutement hawapashi kuwa concerne. Par exemple, wanafunzi ambao wako wana poursuivre masomo me wako mwile age ya 18 mpaka 30 ans hawapashi kuwa concerne mpaka wakati watapata diplome. Wakati wale wanapata diplome, wakimaliza ile secondaire, wanakuwa automatiquement concerne.

namna ya na aaaa eh, umesikia hiyo. So nafikiri ni hivyo uh, wito wangu ni kwamba wabunge vizisheni sheria hii sheria nakupitisha haraka iwezekanavyo ili iweze, iweze kutusaidia. Jambo jingine ni kuhusiana na Bwana Corneille Nangaa.

De de nam, asante sana ndugu mtazamaji Baraka1 TV uh, tunatoa pole sana kwa Katoliki kwa kumpoteza papa wa Roma, uh, Saint Peter ambaye aliweza kuiaga dunia na hivyo siku ambazo ziko zinatengenezwa kwa ajili ya kuweza ku kuna jinsi ya kupata mrithi wake. Pole sana kwa katolika duniani kote, na pia tunawatakia wakati wa majonzi kama huu kuweza kuwa watulivu ili mambo yaweze kupita kama vile yanavyokuwa desturi ya Wakatolika. Tunaishia hapo kwa leo, tukutane saa kumi na mbili kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi.